Hello, mambo vipi na karibu tena. Tuweze kujifunza mixing. Ibwana kwa majina ni Boydn, uh, ni msanii pia ni music producer and siku ya leo ningependa kushare nawe ni namna gani ya kuweza kuweka delay ama kuset delay kwenye vocals zako ili uweze kusikika vizuri. Pasipo kupoteza muda basi, ningependa kukuonesha ni namna gani nimeweza kufanya kwa delay yangu kutoka kwa, kutoka kwa kutoka kutoka di uh, vuko zangu za kusound kama hiyo oh, boy. Kitu cha kwanza nashukuru niko hai mpaka kusound hivyo, boy. Kitu cha kwanza nashukuru, niko hai na siri pia hata kidogo ni simple na wala hamna uchawi, ni njia ndogo na vitu vidogo ambavyo utatakiwa kuvifata ili kufanya voko zako ziweze kuwa smooth na ziweze kusikika vizuri baada ya kuapply delay. Kitu ambacho nilikifanya hapa, basi nilichozingatia ni kitu kimoja tu ambapo nilichukua shilingi elfu stini. Sina maana ya shilingi kwa maana ya pesa, elfu stini kwa maana ya numbers nimechukua elfu sitini then nikagawanya kwa tempo. Tempo ya biti yangu ambayo ilikuwa ni 96 nikapata 625. Ishaa, hivi ndivyo nilivyofanya. Nimechukua elfu sitini nikagawanya kwa 96 nikapata mia sita ishirini na tano. Baada ya kupata hiyo namba, nikaweka hapa kwenye delay then nikatumia feedback kuzungusha ile gurudumu kidogo na kutokana na, na voko zangu na sikio langu, kwa itakuwa ni simple endapo ukitumia track hii kuchukua kufanya hiyo calculation na kuweka hivi, ambapo voko zako zitakuwa zinasikika kama zangu hivi. I hope utakuwa enjoy na mimi nikuwa na hicho tu cha kushare nawe. Uh, na usisahau kusubscribe channel yetu ili kwa kwanza kupata updates mbalimbali. Nikutakie kazi njema. Uh, na siku njema pia. Asante Boy. Kitu cha kwanza, nashukuru niko hai na pumbisiri pia, hata kidogo na baba